Hauwezi ukapiga hatua, hauwezi ukawa hai usipotambua thamani ya kuijenga kanisa la Bwana. Hauwezi ukajua ya kwamba mujusa wa Mungu unaweza ukaja kupitia watu au kupitia mchungaji au kupitia washirika au watu wengine wanapokutamkia tu, mwanamgu ubarikiwe, au rafiki yangu ubarikiwe kwa msaada wake au fulani, asante sante. Sikiliza nikwambie yale maneno ambayo yako yamebeba kano la ushindi kwenye maisha yako, kwa sababu anayezungumza ndani yao sio wao, bali ni Mungu. Mungu anasema kwamba Baba, mtukushe mwanao, ili na mwana wako akutukusha wewe. Pale ambapo unamtukusha Mungu kwa kuwatunza watu, kwa kuwahifadhi watu, kwa kuwatia moyo watu, ndipo Mungu anapopata nafasi ya kukutukusha na wewe, anapata nafasi taku kulimaona wewe hata utakapokuwa kwenye magonjwa, ukawa katika hali ya kufa, nataka nikwambie, Mungu ataachilia usima ataachilia uponyaji, kwa sababu yatakumbuka yale yote uliyatenda kipindi ambacho ulikuwa na nguvu. Kuna watu ambao wanamtafuta Mungu pale wanapopata shida. Sikiliza nikwambie, ukimtaka Mungu wakati una shida mimi natanyamaza, anasema mgasha niangalia kufanya nini? Ndio maana watu wengi wanapofanikiwa wakimsahau Mungu, utakuta Mungu anaashiria mapigo ya magonjwa kwao, anaashiria mateso kwao, unakuta ndoa sao ni changamoto, utakuta familia sao, watoto hawaeleweki, mme au mke haeleweki nini. Wamesahau kwamba Mungu alie amani waendelee kumtumikia kama mwanzo. Sikiliza nikonge kulikuza kanisa kuna beba agano la ushindi, kulikuza kanisa la Mungu kuna beba agano la uponyaji. Hata pale ambapo uko dhaifu, kuusa Mungu sinangia ndani yako, watu wakikutazama wanamwona Mungu, wala sio wewe. Watu wakikutazama katika hali

kutumikia kumbuka ya kwamba nilikutolea sadaka, kumbuka ya kwamba nilikutumikia kwa moyo, nitakutendea kazi kama vile ulivyo niagiza, nitafanya kama vile ambavyo wewe ulipenda. Sikiliza, wakati ambao anazungumza hayo, Bibilia inasema kwamba sikile taarifa sikafika kwa Mungu, yale maombi Mungu akayasikia, akamtuma malaika kwa mara

Sauli wakati anaenda kulipiga kanisa Mungu akamwambia Sauli, Sauli, mwana wa nihusi. Sauli akauliza wewe ni nani? Akasema ni mimi ambaye unanihusi, ambaye unanitesa kanisa. Sikiliza nikuambie, yamkini wako watu ambao wamekutesa, wametesa familia yako, wametesa uchumi wako, wametesa maisha yako, nayaka nikuambie Sema atawapiga upofu, atawaangusa chini, wala watasimama. Nataka nikwambie, Paulo alipokuwa akiliteza kanisa Mungu um, alihuzumika, anasema nimehuzika kwa sababu ya huyu mtu. Sasa ni saa ya kulikomboa kanisa, na wewe ni wakati ambao Mungu um, uko mahali hapa na neema iko hapa kukutoa kwa Sauli ambaye ni ugonjwa ulionao, kukutoa kwa Sauli ambao

kwa Mungu yanawezekana. Yamkini hapa kanisani tunao watu ambao wanapitia changamoto ngumu, wanapitia mateso, wanapitia magonjwa, lakini tutamkumbusha Bwana ya kwamba kumbuka, kanisa lako walikwenda kukutolea sadaka, walikwenda kuangalia wagonjwa, walikwenda kuangalia yatima, walikwenda kufanya hivi. Nataka nikwambie mahali hapa, Mungu atachilia uponyaji kwao na watarejea kanisa hata siku ya Jumapili tutakuwa na usuda na, nataka nikuambie, ipo neema mpya tunapolikuza kanisa la Bwana. Ebaesbau, unaweza ukatafakari na ukaangalia, ukaangalia katika familia yako, kwa wazazi wako, kwa watoto wako, ni wangapi wanaopitia changamoto? Tutamkumbusha Bwana. Sikuwa jana nikawa naangalia muvi moja inaitwa Prayer Force, yaani nguvu ya kuomba, nguvu ya maombi, nguvu ya kusukuma maombi kwa Bwana. Wakati naiangalia ile muvi nikatafakari sana, nikaangalia matendo yanayoendelea. Kuna jambo linaitwa kufitinisha. Unapofitinisha ubaya na wewe ubaya we kustahimili kubaki kwako unapofitinisha ala yote kwenye maisha yako kwa kuomba. Nataka nikuambie, ala yosikabaki kwako na Mungu watalomba. Sikiliza nikuambie, alikuwepo pasta mmoja ambaye anafundisha neno la Mungu vizuri na hiyo muvi

kuitunza kanisa, nami ninadhamiria kupokea muujiza wangu, nami ninadhamiria kuipokea nguvu mpya, nami ninadhamiria kuwa mtu mkusikiliza. Kabla tujaumaliza mwaka, nikawa namuuliza Mungu ya kwamba mwaka ujao natakiwa kufanya nini. Mungu akanieleza kwa habari ya watu kuwaimarisha, ya watu kuwainua sha neema ambayo Mungu ametuachilia ni ya kuinuka kutoka chini kwenda juu. Ndio maana kaniba kitabu cha Matendo ya Mitume moja nane anasema, lakini akiisha kuachilia Roho Mtakatifu mtapewa nguvu mpya narakanikomge wakati ambao ya Kristo unapata nguvu mpya kiuchumi, unapata nguvu mpya kiafya, unapata nguvu mpya kwenye maisha yako. Hata udhaifu uliopo ndani yako Mungu anaondoa katika jina la Yesu, wala hutabaki kama ulivyo. Mungu ataachilia ushindi pale ambapo wasawi wameingia mahali, wakaweka agano, wakasema huyu mtu ni wa kufa, Mungu anasema hapana, huyu mtu hatakufa bali ataishi. Mtu mmoja yeye alikuwa kahaba, alikuwa kahaba, lakini Mungu alikuwa amemkusudia kuwa mugii kubwa, kuwategemesha watu, kuwainua watu. Kulipofika wakati neema ya Mungu ikamtembelea, neema ya Mungu ikamfikia yule mwanamke akaamua kuacha ukahaba akaamua kuyafata maagizo aka ya Mungu, akaenda kanisani, akaongozwa sala ya toba. Alipookoka neema ya kuhubiri injili ikasuka ndani yake. Nataka nikuambie kama makahaba wanaweza wakapewa neema ya kuhubiria watu wakaokoka, hata kwako inawezekana, kwa sababu wewe haujawahi kuwa kahaba sababu wengine ambao wanatenda mambo mabaya ya suha wanapata mema ya kuhubiri na watu wanaokuta. Hata kwako inawezekana, hata kwako inawezekana. Kama watu ambao walikuwa chini, Mungu akawaidua kutoka chini akawaweka juu, wakawa watu wakuu, hata kwako inawezekana. Asifiwe Bwana. Atusaidia sana Bwana, atusaidia sana haleluya. Haleluya, haleluya. Wana wako ambao wako mahali hapo, wanaotamani ni neema ya Mungu kiingie kwao kwenye maisha yao, wataba ukapu nazokasema Yesu, ninakutukuza kumshangilia Bwana kwa sababu yeye amesema kwamba hata kuwacha, ahadi za Bwana hazijawahi kuharibika, hazijawahi kusikiwa, hazijawahi kusuhirika. Ndiyo maana hata pale ambapo Ayubu alipougua alipopitia changamoto, akapitia majaribu mengi, akapitia magumu mengi, watoto wake wakafa, hata mke wake akambiaki, akasema kwa nini usikufuru Mungu? Lakini alikumbuka ukamilifu wake na ule kivuu wake wa Mungu, akasema, hapana. Shetani hata kama hukumwendea umtu, usiguse ah, roho yake, gusa mwili wake tu, lakini roho yake iachwe. Nataka nikwambie shetani atakuja kwenye maisha yako, hata igusa roho yako, anaweza akapiga uchungu, lakini hata ipiga roho yako ina watoto wako, lakini hataweza kupiga roho yako unapokubali kusimama na Bwana ukasema, nitakutunzia watu wako, nitawahifadhi watu wako, nitalijenga kanisa lako. Na Petro akaambiwa ya kwamba wewe ndiye Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Kwa nini Mungu alimwambia hivyo? Kwa sababu aliangalia moyo wa Petro kwa hali ya kuanguka.